Vision 2030 madini ni maisha na utajiri kwa hivyo, <clears throat> kwa wale vijana wanaochimba madini tegeeni maen tegemeeni maeneo mapya ya uchimbaji, kwa sababu tunakwenda kuipima tena nchi yetu, tujue madini yaliko, na tukipata idadi kamili ya madini wapi hapo Kipaumbele cha kwanza ni wachimbaji wadogo vijana wa Kitanzania, kwa sababu hiyo ndiyo ajira ya vijana wa Kitanzania. Madini yameumbwa na Mungu Tanzania ya wafaidishe nani? Na tanzania kwa kwenye sekta ya madini tunakwenda kutoa kipaumbele kwa wachimbaji wadogo wa Kitanzania. Ndugu zangu, serikali yenu imejipanga vyema. Kuna kijitabu kidogo hivi kimeandikwa mkoa wa Geita <laughs> kitabu hiki hapa, hii ni ilani ya uchaguzi ya mkoa wa Geita peke yake. Humu ndani kuna kila wilaya itapata kitu gani, itafanyiwa kitu gani. Kwa hiyo ukitaka kujua nini katoro inaenda kufaidika Ilani hii hapa ndogo inaeleza kila wilaya ya mkoa wa Geita itakwenda kupata kitu gani. Kwa hiyo kwa ujumla, ndugu zangu, niwaambie mkitupa ridhaa Chama cha Mapinduzi, mkituchagua tena Chama cha Mapinduzi, tumeshajipanga, nyenzo tunazo, makubwa tunakuja kuyatekeleza, makubwa tunakuja kuyatekeleza.